Bill Watterson mchoraji wa katuni na mwandishi wa Kimarekani ambaye aliandika mfululizo maarufu wa katuni kwa miaka mingi aliwahi kusema, mambo hayatishi sana maishani unapokuwa na rafiki wa dhati. Sasa, kwa wale wanafunzi kumi na moja waliokuwa chumba cha juu pamoja na Yesu ambaye amewatangazia kuwa wao ni marafiki zake, basi kauli hiyo itajaribiwa kweli kweli. Safari yetu ya hekima ambayo inatupitisha kwa mpangilio wa matukio katika Injili sasa inatufikisha kwenye Yohana sura ya 15 ambako Yesu anatoa utabiri huu wa kutisha kidogo, hapa kwenye mstari wa 18: kama ulimwengu ukiwachukia ninyi, jueni kwamba umenichukia mimi kabla haujawachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda kama watu wake, lakini kwa sababu ninyi si wa ulimwengu, bali mimi nimewachagua kutoka ulimwenguni, ndiyo maana ulimwengu unawachukia. Yesu anachosema hapa ni sikiliza, kutakuwa na gharama ya kuwa rafiki yangu. Ulimwengu utawachukia, utawadharau, utawacheka, utawaacha, utawapuuza kama walivyofanya kwangu. Nikwambie mpendwa, tunapotoa matangazo ya uongo kwa ulimwengu wetu, tunapojaribu kumuuza Yesu, unajua kama suluhisho la kila tatizo na kila shida. Ukimpa Yesu maisha yako anaweza hata kuongeza matatizo yako mara mbili. Kile ambacho Bwana anasema hapa kinapingana kabisa na injili ya mafanikio ya siku hizi, ambayo unajua inaahidi afya, utajiri na maisha mazuri kwa kila muumini. Ukweli ni kwamba Yesu Kristo, e, kama yeye ni rafiki yako unaweza kupoteza kazi yako badala ya kuilinda. Unaweza kupoteza marafiki zako badala ya kupata wapya. Sasa hapa kwenye mstari wa ishirini Yesu anaeleza kwa nini anasema, kumbukeni neno nililowaambia, mtumishi si mkuu kuliko bwana wake. Wamenitesa mimi, watawatesa nini pia. Katika mstari wa ishirini na nne Yesu anasema wameyaona matendo yangu na wakamchukia mimi pamoja na Baba yangu. Mstari wa ishirini na tano wamenichukia bila sababu. Basi maana iliyo wazi hapa ni kwamba watawatendea wafuasi wa Bwana vivyo hivyo. E, watawachukia bila sababu. Unaona, Bwana anatoa mtazamo wa uhalisia kabisa. Sasa anaongeza hapa katika mstari wa 26 maneno ya kutia moyo kwamba hawatakuwa peke yao. Anasema, lakini msaidizi atakapokuja nitakayewatuma kwenu kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia, nami ninyi pia mtashuhudia. Kwa maneno mengine wafuasi wa Bwana hawatakuwa peke yao, lakini hilo halitaondoa tishio la mateso kutoka kwa dunia inayomchukia Yesu. Kwa kweli, neno linalotumika hapa kwa ajili ya ushuhuda, mtakuwa mashahidi wangu, ni neno la Kigiriki martureo, na hilo ndilo limetupatia neno letu shahidi wa imani, marta. Kuwa mwaminifu kwa Kristo kunaweza kusababisha kufa shahidi. Kwa kweli, wengi wa hawa wanafunzi hapa watakufa vifo vya kishahidi, wengine wakichemshwa kwenye mafuta, kusulubiwa, kuchomwa kwa mkuki hadi kufa. Nakumbuka kwamba mtume Yohana anaandika injili yake hapa wakati kanisa linaanza kukumbana na tishio hili la mateso lisilokoma. Kwa kweli, chuki dhidi ya Ukristo imekuwa ikichacha kwa muda sasa. Unaona, huu ulikuwa wakati ambapo miungu mingi iliabudiwa pamoja na Kaisari na ilikuwa ni lazima kutoa kidogo cha uvumba kila mwaka na kumwita Kaisari bwana. Lakini Wakristo hawakufanya hivyo. Wao wao walimwita Yesu tu Bwana, na kwa sababu hiyo basi walionekana kama wasaliti, walionekana kuwa ni hatari kwa dola ya Kirumi, walionekana hawana uaminifu wa, walikosewa kueleweka kama waasi, kwa sababu walidai kuwa na mfalme mwingine ambaye siku moja angeutawala ulimwengu hata walikosewa kueleweka kama walaji wa nyama za watu wapendwa, kama unaweza kuamini, na hiyo ni kwa sababu dunia haikuelewa ishara ya meza ya Bwana. Kwa kweli, moto mkubwa ulipoiteketeza Roma mwaka wa 64 BK, Kaisari wa Roma Nero yeye ndiye aliyeshukiwa kuuchoma ili kujenga majengo mapya, lakini ili kuondoa mashaka, Nero aliwalaumu Wakristo kwa kuanzisha moto huo na hapo ndipo mateso makali dhidi ya waumini yalipoanza. Sasa hapa katika Yohana 15 Yesu anawaambia wanafunzi wake na pia anatuambia sisi, unataka kunifuata? Basi sitakupa afya, utajiri wala mafanikio. Hayo yatakuja baadaye. Ninakupa msalaba mgumu hapa duniani, lakini ninakupa taji la dhahabu mbinguni. Mtume Paulo alimwandikia Timotheo na kusema hivi: hakika wote wanaotamani kuishi maisha ya utaua katika Kristo Yesu watateswa. Hiyo ni mbili Timotheo saa tatu na madakika kumi na mbili. Sikiliza, ukifuata mambo ya dunia utaendana vizuri na dunia, lakini ukianza kung'aa kama nuru ya Kristo katika dunia hii yenye giza, utagundua kwamba sio tu hauendani nao, bali pia haupo mahali pake na kwa maana halisi kabisa waumini ni dhamiri ya dunia. Tunaukumbusha ulimwengu juu ya dhambi zao na hitaji lao la Mwokozi, na dunia haitaki hilo, haitaki dhamiri yake ichokozwe au kushtuliwa. Huo ndio ujumbe wa Yohana 15. Sasa basi, hapa kwenye mstari wa 21 Yesu anasema, lakini mambo haya yote watawatendea kwa ajili ya jina langu, kwa sababu hawamjui yeye aliyenituma kama nisingalikuja na kuzungumza nao, wasingalikuwa na hatia ya dhambi, lakini sasa hawana kisingizio kwa dhambi yao. Sasa Yesu hazungumzi kuhusu kuwa na hatia ya dhambi kwa ujumla, kwa sababu kama angekuja duniani au la, watu bado wangekuwa wenye dhambi. Yesu anazungumzia dhambi ya kukataa injili ambayo anawapelekea yeye mwenyewe. Ushawahi kuishi na na hatia ya dhambi na dhamiri ambayo haitaki kunyamaza? Basi hicho ndicho dunia inaishi nacho, na inakumbushwa kila mara unapofika kazini, kila unapoinamisha kichwa chako kwenye kantini kabla ya kula chakula chako cha mchana. Unawakumbusha kuhusu dhambi yao na kukataa kwao Injili, na na dunia itajibu kwa kinyongo au labda hata chuki. Yesu anasema huenda usiteswe, huenda usichemshwe hadi kufa, lakini unaweza kutengwa, unaweza kupuuzwa huenda ukakosa kupandishwa cheo kazini kwa sababu huendani na wale jamaa. Sasa hebu niwaambie, chuki iliyofichika dhidi ya Yesu Kristo hujitokeza waziwazi kila kanisa au Mkristo anapong'ara kwa mwanga mkali duniani. Inaweza kukugharimu sana, lakini kumbuka tu, miaka mia moja kutoka sasa utakuwa umepoteza chochote, bali utakuwa umepata kila kitu. Sasa kuna masomo matatu ya vitendo ambayo nafikiri tunaweza kujifunza hapa kutokana na mafundisho ya Yesu kuhusu chuki na mateso hapa katika Yohana sura ya 15. Kwanza, tunapaswa kukumbuka kwamba ingawa chuki haina msingi, haina haki, inapaswa kutarajiwa. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa ishirini, kama walinitesa mimi, na kweli walinifanya hivyo, watawatesa na ninyi pia na hebu niwaambie, historia historia ya ya kanisa ni historia ya mateso. Kwa miaka elfu mbili iliyopita, kanisa limekuwa likiteseka kote duniani. Kanisa linaendelea kuteseka leo hii katika mataifa mbalimbali, nyakati tofauti na kwa njia tofauti. Pili, tunapaswa kukumbuka kwamba chuki ya dunia ni ushahidi kwamba kwa kweli tunatimiza jukumu letu. Kwa hiyo usikimbie kazi hiyo kwa sababu tu hawakupendi kwa msimamo wako. Usikimbie yule mwanafamilia ambaye hakupendi kwa sababu ya injili yako, wala yule jirani. Endelea tu kung'ara kwa mwanga wa injili, na kama ukiteswa au pale unapoteswa, basi ujue uko kwenye rada ya adui. Kwa nini? Kwa sababu unatangaza na kusukuma mbele injili ya Kristo. Sasa hapa kuna somo la tatu la kukumbuka: chuki ya dunia dhidi yetu lazima ipingwe na upendo wetu kwa kila mmoja. Tazama sehemu hii yote tuliyosoma sasa, inafuata amri ya Bwana katika mstari wa kumi na mbili kwa wanafunzi wake kupendana wao kwa wao. Mfumo wa dunia hautatupenda kamwe, hivyo tuhakikishe tunapendana sisi kwa sisi. Hilo litakuwa ushuhuda wenye nguvu kwa dunia isiyoamini ambayo haijui upendo wa kweli ni nini. Hivi karibuni nilisoma kuhusu Jackie Robinson, mchezaji wa kwanza Mmarekani mwenye asili ya Afrika katika ligi kuu ya mpira wa baseball. Aliungana na timu ya Brooklyn Dodgers zamani sana mwaka 1947, lakini mwanzo haukuwa rahisi kwa kijana huyu. Umati wenye ubaguzi ungekuwa ukimzomea na kumtishia kwa kweli. Wakati wa mchezo mmoja huko Cincinnati, kelele za matusi zilikuwa kubwa na kali sana. Na Dodgers walipoingia uwanjani katika inning ya kwanza na umati ukaanza kumzomea na kumkejeli Robinson, mchezaji mwenzake Robinson alikwenda pale Jackie alipokuwa amesimama karibu na basi ya kwanza, akamzungushia Jackie mkono begani na kusimama tu hapo pembeni yake. Kweli, kelele za matusi hazikwisha kabisa, lakini sasa zilielekezwa sio kwa mchezaji mmoja tu aliyekuwa peke yake, bali kwa wawili, marafiki wawili wa karibu. Yesu anachotuambia hapa ni kwamba dunia itawazomea kwa kejeli na kuwatesa wafuasi wake na hata kuwaua baadhi yao, lakini faraja itakuja pale tutakapoweka mikono yetu mabegani mwa wenzetu, pale tutakapogawana uzito wa mateso hayo.